Mimi, Nyamizi Simon Mhoja naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi, Onesmo Madison Mkondia naapa kwamba... mimi, Patali Shida Patali naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa jamhuri. Bila shaka wabunge wote wamekwisha hapa hii, ikimaanisha kwamba sasa si wateule tena, lakini je, wanajua mzigo waliobeba kwa niaba ya wananchi? Mimi ni Agnes Peter. Sasa twende tukawasikilize wao wanasemaje. Kazi kubwa sana tumeifanya ndani ya miaka yetu mitano, lakini pia tuna imani kubwa sana, kwa sababu kuna viporo ambavyo vilibakia ndani ya miaka mitano iliyopita. Kuna ilani ya Chama cha Mapinduzi imeandikwa kwa ajili ya utekelezaji ndani ya miaka yetu mitano, tunaamini kwamba inaenda kutekelezwa vizuri sana ndani ya miaka hii mitano. Tunayo dhamana ya kuisimamia serikali na tunajua maana ya kuisimamia serikali. Tukiwa na bunge ambalo haitaishauri vizuri serikali, maana yake tunaweka ubutu wa utendaji wa shughuli za serikali. Hivyo sisi tukirudi kwa wananchi, tutaadhibiwa. Hakuna mtu aliyoko tayari kuadhibiwa kwa sababu ya kukosa kuisimamia serikali vizuri. Kwa hiyo niendelee kuahidi, mbolea zitafika kwa ruzuku na zitafikia kwa wakati, na tayari miundo mbinu ya barabara yote inayoelekea kwenye magodauni inayoelekea kwenye maeneo ya uzalishaji inaendelea kutengenezwa kwa kiwango kikubwa sana. Hapo kesho, jina la waziri mkuu linatarajiwa kuwasilishwa bungeni ambapo wabunge watapata nafasi ya kupiga kura kukubali ama kuto kukubali. Mimi ni Jack Masawe, lakini wabunge wenyewe wanasemaje? natamani tupate waziri mkuu ambaye atahakikisha utumishi wa umma unafanya kazi vizuri ili wananchi wetu kule majimboni waweze kuhudumiwa vizuri o tunategemea wa waziri mkuu awe ni mchapakazi kwa sababu rais ni mchapakazi. Mimi ninamtamani Sokoine wa kizazi chetu. Nimewaona mawaziri wakuu wengi eh, tangu waziri mkuu mwalimu Nyerere mwenyewe kabla Tanzania haijawa jamhuri, baadaye Rashidi Mfaume Kawawa na wengine wengi waliofuata, eh, mpaka waziri mkuu wa mwisho, waziri Kassim Majaliwa lakini niseme wote walikuwa na mazuri yao na walikuwa na changamoto zao, lakini kwangu mimi aliye bora zaidi ni e, waziri Sokoine. Kwa hiyo natamani tuletewe waziri wa aina hiyo, na swala jinsia kwangu nafikiri sio swala ambayo, naamini yoyote, aidha akiwa mwanamke au akiwa mwanaume, sidhani kama ni changamoto kubwa sana. Kwa hiyo sisi nafikiri ni vizuri sana tukawa na subira. Mbali na yote hayo, hivi sasa kinachoendelea hapa ni maandalizi ya jukwaa kwa ajili ya gwaride maalum ambalo litachezwa ama litapigwa mbele ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan. Mimi ni Ronald Sonyo, kwa niaba ya Jacqueline Masawe pamoja na Agnes Peter, endelea kusalia nasi.